Bodaboda boda Sane sehemu ya nne. Songa nayo. Hivi umefikiria nini mpaka ukaniambia hivyo? Hakuna nilichokifikiria zaidi ya mapenzi ya dhati niliyokuwa nayo kwako. Nimejikuta nikitamani kuwa na wewe, uwe mwanamke wangu wa maisha, na nitakupenda siku zote za uhai wa maisha yangu. Sane. Naam. Sidhani kama itawezekana. Kwa nini? Mimi na wewe ni kama dada na kaka halafu, isitoshe nina mpenzi wangu, japo siishi naye, lakini nampenda, sitaki kumuumiza. Nahisi nimekukosea, nisamehe sana. Usijali sana, nafahamu kila kitu kuhusu mapenzi, naelewa jinsi hisia zinavyomwingia mtu kwa haraka. Wala hujanikosea, najua ni hisia zimekutuma uniambie hivyo. Unastahili kuniambia lolote, ila kwa wakati huu umechelewa, mimi nina mpenzi wangu tayari. Mpenzi wako ni yupi? Mbona umeniuliza hivyo, au unataka kumfahamu? Ndiyo, lakini kama itawezekana, maana tangu nilipokufahamu sijawahi kukuona ukiwa na mwanaume, labda wa kuniambia kila siku mdomoni. Kwa sasa hayupo nchini, amesafiri yupo Marekani kikazi. Anafanya kazi gani? Mbona unataka umfahamu sana wewe? Elewa kuwa yupo kikazi? Sawa, nimekuelewa Samira, basi acha nilale, nahisi sipo sawa kabisa. Una nini? Nahisi homa, halafu natetemeka. Umemeza dawa? Hapana. Kwa nini? Sijanunua, mpaka kesho, Mungu akipenda. Sane, ujue una hatari wewe, yaani unaumwa halafu hununui dawa kweli? Ningefanya nini wakati muda wote niliutumia kwa ajili yako. Kwa ajili yangu? Ndiyo, ila usijali, nitakuwa sawa. Acha nilale, pia nikutakie usiku mwema, nilimwambia kisha nikakata simu. Licha ya maumivu niliyoyapata ghafla baada ya Samira kuniambia alikuwa na mpenzi wake ambaye alikuwa nchini Marekani, lakini sikutaka kuamini kama kweli nilimkosa. Niliona kushindwa kumfuata. Kesho yake kwa ajili ya kumpeleka kazini kama ilivyokuwa kawaida yangu, niliutumia uongo wa kuumwa homa ili siku inayofuata nisiende kumchukua. Niliona haya kukutana naye. Nikamkumbuka Cecilia ambaye ni siku chache zilipita tangu nilipomtukana na kumpa maumivu makali ya mapenzi. Nilimkosea sana na kwa kitendo kile kilichokuwa kimenitokea cha kushindwa kumpata Samira nikaanza kumkumbuka. Akili ikaniambia nichukue simu kisha nimwandikie ujumbe mfupi wa kumwomba msamaha, lakini nilishindwa kufanya hivyo. Niliamka asubuhi ya siku nyingine nikakutana na ujumbe wa Samira alioniandikia kuwa siku hiyo nipumzike nisiende kumchukua kutokana na kuumwa kwangu. Hakuacha kunikumbusha katika ujumbe huo huo alionitumia kuwa nisisahau kwenda hospitali kupima kujua ni nini kilichokuwa kikinisumbua. Nilitabasamu baada ya kusoma ujumbe wake alioumalizia na maneno asubuhi njema. Unatumia usafiri gani? Nilimtumia ujumbe wa kumuuliza nitachukua bajaji, usijali. Leo unapanda bajaji? Ndiyo, sina jinsi, itabidi nipande. Sitaki nikusumbue. Unaumwa. Lakini sijazidiwa. Hata kama, lakini inabidi upumzike. Sawa. Jioni nikirudi nitakuja kukusalimia ili nijue kama kweli umeenda hospitali, na dawa unionyeshe. Sawa, karibu. Nilimjibu. Sikutaka kuumiza kichwa juu ya vipimo na dawa za kumzugia Samira, nilichoamua kukifanya nilimpigia simu rafiki yangu ambaye alikuwa ni daktari. Nilimweleza shida yangu na aliahidi kunisaidia. Nilipomaliza kuweka mambo sawa nilienda kufanya kazi yangu ya bodaboda huku nikiwa makini kutazama muda ambao Samira alikuwa akitoka kazini. Ilipofika majira ya saa tisa nilirudi nyumbani kwangu. Sikupika wala kuandaa chochote zaidi ya kufikiria jinsi ya kumdanganya pindi atakapokuja kuniona. Nikajilaza kitandani. Baada ya kupita lisaa limoja, ghafla nilisikia mtu akibisha hodi. Nilitabasamu baada ya kuisikia sauti ya Samira. Karibu, nilisema, kisha nikaenda kufungua mlango. Nilipofungua mlango nilikutana na Samira ambaye alionekana kuwa na wasiwasi. Aliponitazama akatabasamu. Nilihisi labda nimechanganya chumba. Aliniambia kisha akacheka kidogo. Usingeweza kupotea, nilimwambia kisha nikamkaribisha ndani. Akaingia lakini alionekana kuwa mwoga kiasi, hakukuwa na kochi, kabati wala kitu chochote cha kukalia zaidi ya ndoo mbili za maji, kitanda, vyombo baadhi vya kupikia pamoja na lundo la nguo chafu zilizokuwa zimezaa chini huku nyingine zilizokuwa safi zikiwa katika mpangilio mbovu. Alisimama kwa muda wa sekunde kadhaa baada ya kuingia ndani, alionekana kushangazwa na mwonekano wa chumba changu ambacho kilionekana kukosa matunzo. Kwa jinsi alivyokuwa akishangaa, ni sawasawa na mtu ambaye alikuja na kuniambia yaani, mwonekano wangu na chumba changu vilikuwa ni vitu viwili tofauti. Nini? Nilimuuliza baada ya kumwona amebaki ameduaa. Hakuna kitu, alinijibu kisha, akaendelea kuzubaa huku akiwa haelewi ni wapi alitakiwa kwenda kukaa. Karibu pita, uje ukae hapa, nilimwambia, kisha nikampa ishara ya kukaa kitandani. Akazidi kuonekana kusita. Wasiwasi wake ulijidhihirisha wazi kupitia uso wake ambao haukuwa na chunusi hata moja, alionekana kuwa mrembo mno. Nilifahamu alikuwa akihofia tukio ambalo lingeweza kutokea muda wowote endapo angekubali kukaa kitandani. Hata hivyo, sikutaka kuwa sawa na mawazo yake. Sikutaka kufanya jambo lolote zaidi ya kuzungumza naye pamoja na lengo lake kubwa lililokuwa limemleta. Hatimaye aliweza kukaa kitandani huku ule wasiwasi wake ukiwa bado haujamuondoka. Hakuzungumza lolote, alibaki kuwa kimya huku akiendelea kukishangaa chumba changu ambacho kilionekana kuwa hovyo. Enhe, vipi huko kazini, kazi zinaendaje? Nilimuuliza huku nikitabasamu. Wakati huo nilikuwa nimekaa pembeni yake. Zinaenda vizuri tu, alinijibu kwa sauti ya chini iliyosheheni kila rangi ya aibu. "Mbona sasa umechelewa hivyo au ulipitia nyumbani kwanza?" nilimuuliza. "Hapana, nimetoka kazini nikasema nikupitie kwanza nijue unaendeleaje." "Umetumia usafiri gani?" "Nimepanda daladala." "Kumbe foleni ndiyo?" "Leo kulikuwa na foleni sana." "Sawa, mimi naendelea vizuri kama unavyoniona." "Umeenda hospitali?" "Ndiyo." "Wamekuambiaje?" Nimekutwa nina malaria ila wameshanipa dawa. Dawa gani? Mseto. Sawa, vizuri, ila inabidi uzingatie kumeza dawa kwa wakati na kula chakula cha kutosha ili uwe sawa. Mbona nazingatia, nilimwambia. Kwa muda ambao niliendelea kuzungumza na Samira nilijikuta nikianza kuingiwa na pepo la ngono. Nilipomtazama nilihisi kama kuna mtu anayenisukuma na kunishawishi nimlazimishe Samira kufanya naye mapenzi hata kwa nguvu. Sikutaka hisia ziendelee kuniongoza. Niliendelea kupambana na hali hiyo huku nikijitahidi kujiweka sawa na kujisahaulisha na mawazo hayo, lakini kuna muda nilianza kushindwa. Mtarimbo wangu ulikuwa tayari umeshasimama. Sane, mimi sikai nimekuja kukuona mara moja, acha niende nyumbani kwangu nikaendelee na ratiba nyingine, aliniambia kisha akasimama tayari kwa kuondoka. Nilishindwa kusimama kutokana na hali niliyokuwa nayo, nikabaki nikimtazama huku nikiwa nimekaa pale kitandani. Mbona mapema sana ii? Nilimuuliza. Hapana, acha nikaendelee na ratiba nyingine za nyumbani. Si unajua mimi ni mwajira, hivyo lazima niwahi kujiandaa na majukumu ya kesho. Ila nimefurahi kukuona uko salama. Sawa, lakini umesahau kukagua vitu vyako. Vitu gani? Dawa pamoja na majibu ya daktari. Usijali na kuamini, ila zingatia uzimalize ili upone, aliniambia kisha akaniaga na kuondoka zake. Samira alikuwa ndiye msichana wangu wa kwanza kuingia katika chumba changu na kutoka salama. Mtarimbo wangu bado uliendelea kusimama huku nikianza kujilaumu kwa kosa kubwa nililokuwa nimelifanya yaani kitendo cha kuzembea mpaka Samira akaondoka hivi hivi bila kuonja utamu wa vanila. Tukio hilo hata nilipowasimulia marafiki zangu kijiweni walinicheka sana, hawakutaka kuamini kama kweli msichana huyo sikufanikiwa kufanya naye mapenzi. Nilihofia msimamo wake juu ya mwanaume aliyeniambia alikuwa anampenda sana lakini kwa wakati huo alikuwa nchini Marekani. Baada ya kupita siku kadhaa, nilimwambia kuwa nimeshapona na hivyo ningeweza kuendelea na kazi yangu ya kumpeleka kila siku kazini. Alifurahi sana na kama nilivyomwambia ndivyo ambavyo ilikuwa. Niliendelea na kazi yangu hiyo, huku kila siku ukaribu wetu ukizidi kukua. Sikuacha kumwambia ukweli wa hisia zangu kwake, kuwa hakukuwa na msichana mwingine niliyekuwa nampenda zaidi yake. Nilipomwambia maneno hayo, haraka aliwahi kubadilisha mada, hakutaka tuzungumze habari za mapenzi. Alizidi kunipa wakati mgumu sana, mpaka kuna kipindi nikaanza kumchukia. Nilihisi alikuwa akinifanyia makusudi. Katika kitu ambacho naweza kusema nimenyimwa katika maisha yangu ni kumnyenyekea mwanamke, kumbembeleza kila siku kwa kitu kimoja hicho hicho ambacho alionekana kutokukifikiria. Kama uongo niliutumia sana na kumbuka mbali, na kumdanganya kuwa nilizidiwa na malaria kiasi kwamba akaonekana kujali, lakini sikuishia katika maradhi peke yake. Niliendelea kumdanganya kila siku, lakini uongo wangu haukuonekana kuwa na faida yoyote. Alionekana kuwa msichana mwenye msimamo sana, hakutaka kumuumiza mwanaume wake ambaye kila alipopata nafasi ya kuzungumza na mimi hakuacha kumsifia. Niliacha kumsumbua na kitu nilichoamua kibaki ni kazi tu. Nilibaki kubwa dereva na yeye alibaki kuwa abiria na huo ndio ulikuwa mwisho wa mjadala wetu. Alishangazwa na mabadiliko yangu hayo ya ghafla, kitu ambacho hakukitegemea. Sikutaka kumficha, niliamua kumwambia ukweli kuwa ule ndio ulikuwa mwanzo wangu na mwisho wa kumsumbua. Niliamini alikuwa katika mapenzi na mwanaume mwingine, na hiki ndicho kilikuwa kikwazo kikubwa cha yeye kutonikubalia ombi langu. Ama kwa hakika, Samira alikuwa ni miongoni mwa wasichana wenye msimamo sana. Baada ya kuacha kumfuatili Samira ambaye alionekana kuwa mgumu kama chuma cha pua, niliamua kugeuza mashambulizi yangu upande wa pili. Nilianza kuzitazama sketi zilizokuwa zikijipitisha mbele yangu. Sikujali alikuwa ni mzuri kiasi gani, bali nilichokuwa nakiangalia ni kuona msichana huyo ninayemfukuzia anaweza kunikubalia na mwisho nafanya naye mapenzi. Habari nzuri, unaitwa nani mrembo? Bianca Bianca, jina lako zuri sana kama ulivyokuwa wewe. Asante. Vipi, unaelekea wapi sasa hivi? Nyumbani. Nyumbani ni wapi? Mtongani. Naweza kukupa lift, maana na mimi naelekea huko huko. Asante. Panda nikupeleke, giza hili linaingia sasa hivi. Nashukuru, wewe nenda tu. Sio vizuri hivyo, halafu msichana mrembo kama wewe utatembeaje kwa miguu? Panda ni kuahishe fasta. Mbona hatuelewani? Kaka angu, nimekwambia asante na shukuru. Mimi siondoki mpaka unikubalie. Yalikuwa ni mazungumzo yangu na msichana ambaye alijitambulisha kwa jina la Bianca. Nilikutana naye maeneo ya Temeke mwisho majira ya saa kumi na mbili za jioni. Muda huo nilikuwa tayari nimeshamrudisha Samira nyumbani kwake, wakati huo nilikuwa nikiendelea kutafuta abiria kama ilivyokuwa kawaida yetu sisi madereva bodaboda. Alikuwa ni msichana ambaye alijaaliwa sura ya mvuto, rangi yake ya ya weupe ilizidi kuweka nakshi nakshi za kumshawishi mwanaume rijali kuhitaji kuwa naye, lakini kuna vitu baadhi alinyimwa katika mwili wake. Hakuwa na shepu zuri wala wowowo. Alipokuwa akitembea hakuonekana akileta mitikisiko ya hapa na pale. Kwa lugha ya kwetu uswahilini, tunasema alikuwa amepigwa pasi. Baada ya kumsalimia na kumwomba apande kwenye pikipiki yangu, alionekana kugoma. Kila nilipojaribu kumwomba nimpeleke nyumbani kwao, hakutaka kukubali kirahisi. Sikutaka kuonekana kushindwa kirahisi. Niliendelea kumwomba mpaka pale maneno yangu yalipogeuka kuwa kero. Alipoona nimezidi kuwa msumbufu, mwisho akaamua kupata, tukaondoka mpaka kufika Mtongani. Ni hapo simama, tumeshafika aliniambia, huku akininyoshea kidole katika nyumba moja iliyokuwa upande wangu wa kushoto. Haraka nilisimamisha pikipiki, akashuka. Asante, aliniambia Usijali, sisi ni Watanzania na tumeumbwa kwa ukarimu. nimefanya haya kama msaada tu, nilimwambia huku nikitabasamu. Nashukuru sana, hapa ndiyo nyumbani kwetu, aliniambia huku akinyooshea kidole nyumba yao. Oh, ni nyumbani kwenu kabisa hii? nilimuuliza. Hapana, tumepanga, alinijibu. Ok, vipi, naweza kupata namba yako hii? nilimuuliza Ndiyo, hakuna shida, aliniambia. Kisha nikaitoa simu yangu mfukoni, halafu nikampa, akaandika namba yake. Alipomaliza nilimbep ili aweze kuipata namba yangu. namba yako ndiyo hii inayoishia na themanini? aliniuliza. Yeah, ndiyo hiyo hiyo, nilimjibu. hivi uliniambia unaitwa nani vile? Nilimuuliza huku nikionekana kusahau. Bianca, alinijibu huku akitabasamu. Oh, Sawa, nimekumbuka ngoja ni save kabisa, nilimwambia. Sawa, ila hujaniambia jina lako. Naitwa Sane, nilimwambia, kisha sikutaka kuweka mambo ya zidi kuwa mengi, nilimwaga halafu nikawasha pikipiki yangu na kuondoka. Ukweli nilipokutana na Bianca kwa mara ya kwanza, mpaka kufikia hatua nikampa lift, nilijikuta nikimtamani sana, ingawa hakuwa na umbo zuri kivile, lakini sura yake ya mvuto ndiyo iliyokuwa ikimbeba sijui niseme nini kuhusu huyu Bianca, lakini mapenzi ndiyo yalikuwa yamenitawala. Sikumfikiria kwa kumhonga pesa, kumjengea nyumba nzuri, au kumnunulia gari la kifahari, isipokuwa nilimfikiria kingono tu. Nilikumbuka kuwa nilichukua namba yake ya simu. Nilichoamua kukifanya, niliichukua simu yangu, kisha nikamtumia ujumbe mfupi. Haichukua muda akaweza kunijibu, kisha baada ya chatting fupi za hapa na pale, nilimwomba kuonana naye. Unataka kuonana na mimi? Ndiyo. Wapi? Popote pale. kwani kuna nini? Hakuna kitu, ila nataka tufahamiane tu, au hupendi? Napenda ila, ila nini tena, Bianca? mm. Mbona unaguna? kwani wewe unaishi wapi? Mimi nipo Tandika Azimio. Kumbe unaishi Tandika? Ndiyo. Vipi, itawezekana kuonana mimi na wewe? Ndiyo itawezekana lakini nataka iwe sehemu open. Usijali. Kwa hiyo unapanga wewe au nipange mimi sehemu ya kukutana? Panga wewe sehemu na muda, basi tukutane pale Tauhid. Muda gani? saa kumi jioni. Sawa, nitafanya hivyo. Nilipomaliza kuchat na Bianca moyo wangu ulifarijika mno. Nilihisi kuwa mshindi mpaka kufikia hapo. Nilitamani papambazuke ili mradi huo muda uweze kufika wa mimi na yeye kukutana katika mgahawa wa Tauhid uliokuwepo mtaa ya Majaribio Tandika. Usiku wa siku hiyo nililala huku akili yangu yote ikimfikiria yeye. Niliamka siku iliyofuata asubuhi na mapema, nilijiandaa kama ilivyokuwa kawaida yangu. Nilipomaliza niliichukua pikipiki yangu, kisha nikaenda kumpitia Samira nyumbani kwake, nikampeleka kazini. Siku hiyo sikuzungumza naye lolote zaidi ya salamu ya asubuhi niliyompa. Basi hakukuwa na kingine nilichokiongeza. Alinishangaa sana, lakini sikutaka kumpa nafasi ya kuniuliza lolote. Uso wangu wa ukauzu niliyomwonyeshea uliashiria kuwa sikuwa sawa hata kidogo na hivyo hakutakiwa kunihoji lolote. Nilipomfikisha kazini kwake nilimuaga kisha nikaondoka. Kimoyomoyo nilikuwa nilicheka baada ya tukio hilo kulifanya Niliamini nilimwacha katika wakati wa maswali lukuki ambayo yalikosa majibu katika kichwa chake. Kama kunitesa, alinitesa sana. Nilitumia kila mbinu za kumpata mpaka nikafikia hatua nikawa namdanganya, lakini kila nililokuwa nalitegemea kulipata lilienda kombo. Mwisho nikaamua niwe ni mtu wa kumfanyia visa bila sababu. Baada ya kupita masaa kadhaa, hatimaye saa kumi kamili iliweza kutimia. Mpaka kufikia muda huo nilikuwa tayari nimeshafika katika mgawaha wa Tauhid ulio wepo mtaa wa majaribio. Niliagiza juisi ya embe, na baada ya muda mfupi mhudumu aliweza kunihudumia kisha taratibu nikaanza kuinywa huku nikiusubiria ujio wa Bianca. Nilionekana kuwa mwenye shauku ya kumwona msichana huyo kwa mara ya pili. Macho yangu hayakutulia sehemu moja, nilitazama huku na kule, mwisho nikaitazama pikipiki yangu niliyokuwa nimeiegesha pembeni na mgahawa huo uliokuwa sehemu ya wazi sana. Baada ya dakika kumi na tano hatimaye Bianca aliweza kufika katika mgahawa huo. Alikuwa amevalia gauni refu la rangi ya nyeusi pamoja na bluu lililokuwa limetawaliwa na maua kila kona. Kichwani alikuwa amejifunga kilemba kilichoendana na rangi ya gauni lake. Umependeza sana, nilimwambia huku nikimtazama kwa kumdhaminisha, wakati huo nilikuwa nimesimama. Asante, alinijibu kwa sauti iliyokuwa na aibu. Karibu ukae nilimwambia kisha akakaa kwenye kiti cha mbele tukawa tunatazamana kwanza unaagiza nini nilimuuliza chochote alinijibu hakuna chakula kinachoitwa chochote embu sema unakula nini Chips Chips na nini mayai alinijibu huku uso wake ukiwa umetawaliwa na aibu kabla ya mazungumzo yetu, kwanza niliagiza chips mayai sahani mbili, pia nilimwagizia juice ya embe. Bianca japo alionekana kuona aibu kuniambia. Baada ya kuhudumiwa tulianza kula, kisha mazungumzo yetu yakaanzia hapo. Siamini kama nimekuona tena, nilimwambia. Kwa nini? aliniuliza. Unajua, ni vigumu sana mtu kukutana naye siku moja halafu ukaweza kumwamini kama jinsi ilivyotokea kwetu ni kweli, lakini hata mimi na shangaa, sijui kwa nini imekuwa hivi. Mimi nahisi kuna kitu hapa, bila shaka. Kitu gani? Kuna vitu tutakuwa tunafanana bila kujijua. Kama vitu gani? Ni mapema mno kuvifahamu, lakini mimi naamini huu ndio utakuwa mwanzo wa ukaribu wetu. Bila shaka. Nikuulize kitu. Niulize. Nyumbani unaishi na nani? Naishi na mama yangu. Baba je? Ameshafariki miaka mingi sana. Pole sana, ila naomba unisamehe kwa kukukumbusha machungu. Usijali. Hivi kwenu wewe ni mtoto wa ngapi? Wa kwanza na wa mwisho. Kweli? Ndiyo, alinijibu, kisha nikatabasamu. Nini? aliniuliza. Hata mimi pia kwetu ni mtoto wa pekee, halafu baba yangu naye alishafariki miaka mingi sana, nilimwambia. Kisha sikutaka kuishia hapo, nilimwambia pia juu ya kufanana kwa historia zetu, jambo ambalo alikiri. Aliamini kuwa ile ndio ilikuwa sababu ya mimi na yeye kuzoeana kwa muda mfupi mpaka kufikia hatua ya kukutana kwa mara nyingine. Niliuanza mchezo wangu wa kumchembeza taratibu huku nikimsifia sifa za hapa na pale. Alibaki kuwa mwenye aibu muda wote huo niliutumia udhaifu huo katika kumshawishi mpaka akakubali kwenda kwangu siku hiyo. Niliacha kwenda kumchukua Samira na kitu nilichokuwa nimepanga ni kuhakikisha Bianca ananasa katika mtego wangu. Niliamua kuiharibu siku yangu nzima kwa ajili yake. Tukienda hatukai sana ya, aliniuliza. Ndiyo unapafahamu tu halafu na kurudisha kwenu, nilimjibu. Sawa twende, aliniambia Sikutaka kuamini kama maneno yangu niliyoyachukulia kuwa kama utani wa kumchombeza Bianca yaliweza kumshawishi mpaka akakubali kwenda nyumbani kwangu. Tulipomaliza kula nililipa pesa iliyohitajika kama gharama ya chakula tulichoagiza. Nilipomaliza kulipa tukaelekea pikipiki yangu niliyokuwa nimeigesha pembeni kidogo na magahawa huo. Tukapanda kisha safari ya kwenda Tandika Azimio ikaanza. Hakukuwa na umbali mrefu kutoka Tandika majaribio na Azimio. Tulitumia muda kama wa dakika tano mpaka kufika katika chumba nilichokuwa nimepanga. Ndiyo hapa? Aliniuliza nilipokuwa nimesimamisha pikipiki nje ya nyumba iliyokuwa na vyumba vinne vilivyokuwa vimejipanga kwa muundo wa namba saba. Yeah, nilimjibu, kisha nikamwambia ashuke. Nikaiegesha pikipiki yangu vyema pembeni kidogo na chumba changu. Baada ya zoezi hilo nililofanyika dakika moja sasa, niliutoa ufunguo wa chumba changu, nikafungua mlango kisha nikamkaribisha. Alionekana kuwa mwoga sana, macho yake yalijawa na wasiwasi mkubwa sana. Karibu ndani Bianca, nilimkaribisha. Wakati huo macho yake yalikuwa yakitazama vile vyumba vya wapangaji wengine. Asante, alinijibu, kisha akaanza kujongea taratibu kupiga hatua za kuingia ndani. Baada ya sekunde chache akawa tayari ameshaingia ndani kwangu, macho yake yakapokelewa na muonekano wa chumba changu halisi, ambacho mwonekano wake na mimi vilikuwa ni vitu viwili tofauti. Alipoingia alionekana kuwa na wasiwasi. Nilimtazama kisha nikatabasamu. Wakati huo tulikuwa tumesimama wima. Karibu ukae basi, nilimwambia, kisha nikaenda kukaa kitandani, huku nikimpa ishara na yeye aje kukaa kwa wakati huo akasita kidogo kama muda wa sekunde nne au tano. Halafu akaamua kuja kukaa kitandani. Muda wote huo alikuwa ni mwenye wasiwasi. Alipokuwa amekuja kukaa kitandani, alikaa mbali kabisa na mimi, tena mkao aliokuwa amekaa ulikuwa ni ule wanataka kuondoka. Nafikiri tayari nimeshapafahamu, tunaweza kuondoka, aliniuliza Bianca, huku macho yake yakiendelea kutalii katika sehemu mbalimbali za chumba changu kilichoongoza kuwa na nguo chafu kila kona. Hey. Mara moja hii hata hujapumzika hii? nilimuuliza. Hapana Sane, unajua muda umeenda sana. Kwani sasa hivi ni saa ngapi? Saa kumi na moja na dakika arobaini. Mbona bado mapema sana. Mapema wakati nitachelewa, aliniambia Bianca huku akionekana kuchoka kuendelea kukaa ndani kwangu. Macho yangu yalitua moja kwa moja mpaka kwenye kifua chake. Alikuwa na kifua kilichokuwa na chuchu ndogo za wastani zilizochongoka kama ncha ya msumari. Nilipozitazama nilijihisi kupandwa na mzuka wa hatari. Saidi kicho wangu alikuwa tayari ameshasimama kwa ghadhabu. Hamu yake ilikuwa ni kupata burudani kwa wakati huo. Itaendelea.